uraigwa wa Wanjohi akiuga reke tuge ni mutumia urari munanu muno na kwenda ekuruma na akakorwo ni ara matataragwo ya ni ara materagwo tondu ona nginya ithe mumuciari ni dai wake muhurathi muata kumuruma ona ngamuira muciari teragwo guo haru muciari ona ngihonwo ni muciari umwe akwire ndumira gagukarire ndo ndo agirwo ni kumwira ndo wiira kana umwirage ndukindwe bia riu ni gukihana atongera muciari ugo ni gutai wa kira raithe haha